Dear viewers, welcome to Mtume TV. Jesus is coming back again. Kwa saa nyingine ni vizuri, ni kweli wote ni wanadamu, lakini viongozi hawatakwepa kuwa kielelezo wa tabia ya Mungu. Hatutakwepa kwa sababu katika uongozi kwa mujibu wa neno la Bwana ni kwamba hawa viongozi ndio wa kwanza kutekeleza ya, kwa, ya Bwana, na wengine ni wanaona ni kweli yanatekelezeka. Ule uongozi wa miaka hii ya kwamba msiniangalie mimi, sisi sote ni wadhaifu, hiyo haiko kwenye maandiko. Ninarudia, kiongozi yeyote Anayesema sisi wote ni wadhaifu, kwa hivyo uh, msiniangalie mimi, haimo kwenye maandiko. Yesu ametuachia nyayo zake, na Paulo anasema nifuateni mimi kama mimi nilivyomfuata Kristo. Watu hawasomi Biblia ili wamjue Mungu, watu wanakusoma wewe ili wamjue Mungu mimi ndio kitabu chao. Kwa hiyo mimi ninasoma Biblia ili nimchue Mungu, watakase kwa ile kweli. Kwa hiyo ninaposoma Biblia, naposoma mwongozo pale ule wa kuniongoza, Biblia kesha la asubuhi, hichi ndio kitabu changu nachojivunia. Ila wakazi na majirani, wafanyakazi wenzangu hawahitaji Biblia, wanahitaji mimi ndio wanisome. Halafu mimi nasema sisi wote hatusomeki. Hausomeki, unafanya nini? hicho kitu gani hicho? Ndio maana makuhani, dhambi ya kiongozi katika Israeli damu yake katika utakaso ilienda mpaka kwenye pazia ndani, lakini ya mwana Israeli iliishia kwenye madhabahu pembe zake kule nje, ya kiongozi wa jamii ambaye pia ni kuhani, mtu wa mafuta, kwa maana kuwa ni mfalme, kwa maana ya kwamba ni gozi wa jamii kwa maana ya kwamba ni kuhani, kwa maana ni dhambi ya taifa zima, ndio iliyokuwa very serious, iliyoingia mpaka kwenye hema patakatifu. Lakini ya raia, utampatanishwa ulifanyika kwenye madhabahu pembe, iligusishwa tu. Maana yake kosa la kiongozi sio kosa kama la raia, ni baya mno. Ukitaka ujue ni baya, uulize kwa nini Musa alizuiwa kuingia Kanani kwa sababu alikuwa mbele za Mungu, aliona utukufu wake kuliko mtu yeyote, na kuanguka kwake siku ile, akapiga kwenye mwamba na kuita watu wenye wa... aliharibu dhambi ambayo kwa aliyekuwa amefunuliwa sana, ilikuwa ni mbaya sana mbele za Mungu. Ndio maana aliyejua sana akikosa atapigwa sana, ndivyo Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka. Sio kwamba atapigwa kama mwingine, atapigwa sana. ni kwa sababu ya uchafu. Viongozi tunafanya dhambi na tunajificha, hata sisi ni waumini. Hapana, hamna, hamna. Waliletwa karibu kwenye, kwenye sanduku karibu kwenye hema, na ndio maana yoyote aliyesema, jitakaseni ninyi mnaoshika vyombo vya Bwana, jitakaseni kwa sababu dhambi ya kiongozi ni mbaya mno, kwa sababu ni contagious, inaambukiza vibaya mno kama moto kwenye majani makavu. Kama leo sisi wachungaji, sisi wazee wa kanisa, sisi wakuu wa idara tungejitakasa, waumini wengi leo wangelimjua Mungu. Madhara yake ni mabaya mno